Ni katika kampeni zake za uchaguzi katika eneo la Kabwe, jijini Mbeya, wakati akinadi sera za chama chake kuelekea uchaguzi mkuu. Doyo akaeleza kuwa mkoa wa Mbeya una fursa mbalimbali zitokanazo na kilimo na rasilimali lukuki, lakini bado wananchi wake wako kwenye lindi la umaskini. Naahidi ndugu zangu wa mkoa wa Mbeya, mimi nimezungumza na nataka kuahidi katika mkutano wa kwanza hapo uye, nimewahidi watanzania wa Mbeya hapa Mbeya kwamba mkoa wa Mbeya umejifunga kwa sababu hauna barabara za uhakika. Tutajenga viwanda vikubwa viwili vya kupandisha thamani mazao ambayo mnayalima. Kwa kufanya hivyo, tutawapatia ndugu zangu wa Mbeya ajira za kudumu, lakini pia tutakwenda kuyapandisha thamani mazao ya watu wa Mbeya mnayoyalima na nini kupata fedha za kutosha katika kilimo mnachoendelea nacho mnacho. Doyo pia akazungumzia kadhia mbalimbali kwenye sekta ya afya ambako amewaomba wananchi wamchague ili awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiahidi kuwa anakwenda kuboresha sekta hiyo ikiwemo kuondoa tozo na malipo mbalimbali mbali kwenye upatikanaji wa huduma za afya. Awali Doyo amefanya mkutano wake wa kwanza katika eneo la Uyole ambako ameahidi kurejea tena kutokana na wananchi wengi kumdhamini wakati akijaza fomu ya kugombea urais.